Assalamu alaikum, naitwa Saidi, karibu katika chaneli yetu ya Jifunze Kodi kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza matumizi ya comments katika HTML. Ikiwa wewe unataka kuwa web designer, yaani unataka kuwa mtengenezaji wa website au unataka kuwa mtengenezaji wa information system mbalimbali mbali. Basi ni lazima ujue matumizi ya comments. Kabla ya kufahamu matumizi ya comments, kitu cha mwanzo kabisa ni kufahamu ni nini maana ya comments katika HTML. Tunaposema comments, maana yake haya ni maandishi yaliyomo ndani ya code maandishi ambayo browser haiyaonyeshi katika ukurasa wa website. Maana yake ni nini? Maana yake haya ni maandishi yanayoandikwa katika hile sehemu ya kuandikia code, lakini maandishi haya tunapo browse, tunapofanya browsing, hayaonekani katika ukurasa wa website. Kwa mfano nikiandika heading 1 hapa, sorry, heading 1 ndani yake nikaandika HTML, nikienda katika browser hapa ku browse moja kwa moja nitaona hii hapa imekuja HTML tu pamoja. Lakini ninapoandika comment au kodi fulani ninapozikomenti nitakapokwenda kwenye browser, siwezi kuziona yale maandishi yiliyoandika katika sehemu ambayo kodi nimezikomenti, basi maandishi yale siwezi kuyaona katika ukurasa wa website hasa. Ili kujenga vizuri ufahamu wa jambo hili, twende tukaone jinsi ya kuandika komenti. Comment inaandikwa hivi, unaanza na bano kama la kawaida lile tulilozoea katika kuandika kodi zetu za HTML, baadaye unaanza na alama ya mshangao unakuja dash mbili, hivyo ndio jinsi ya kuandika comment. Manake hapa katikati tunaweza kuandika maneno yako au mistari yako unaotaka kui comment HTML. Nimeweka tu kama mfano haya maneno ambayo yataandikwa kati, kati, kati, baina ya comment hayo maneno hayawezi kuonekana katika ukurasa wa website. Sisi tunafahamiana. Sasa tuone hapa kwanza mfano, tufute hii kama hivi, baadaye hapa tuanze kuandika comment. Baro letu kama kawaida, alama ya mshangao sorry, alama ya mshangao, alafu dash mbili, mwisho huku tunafunga nazo kwa zile dashi moja mbili, na mwisho tunafunga bado la kufungia. Tukirudi katika ukurasa wa website ya pale pale ambapo tumerun, tukaona hii HTML, tukirefresh, hatuwezi kuiona, inapotea kama hivyo. Nadhani tunafahamiana. Sasa kitu kinachofuata, twende tukaone aina za comment. Aina za comment ya mwanzo ni comment ya mstari mmoja maana yake comment hii inatumika ku comment mstari mmoja tu kwa mfano hapa tuliandika heading 1 tulipoiandika hii comment imekwenda ku comment huu mstari mmoja tu hiyo inaitwa comment ya mstari mmoja lakini kuna comment ya pili inaitwa comment ya mistari mingi maana yake tuna comment mstari zaidi ya mmoja kwa mfano hapa naandika heading tena heading na hapo pia nitaandika hivyo hivyo HTML nitakopi ili niweze kupata mistari mingi kopi, alafu hapo chini moja kwa moja paste mbili, paste paste paste paste. Mfano tu nikienda katika browser, hizi zote zitaonekana moja, mbili, moja, mbili, uh, tatu, nne, tano, sita zitaonekana. Tukwenda ku refresh page hapa zitaonekana. Unaona? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita zimeonekana. Tupo pamoja, sijui. Sasa twende tukai comment hizi. Tumesema ni comment ya mstari zaidi ya mmoja, maana yake mstari mingi. Kwa hiyo tutatumia comment hii hii hapa, tutafuta hapa mpaka hapa tutaondosha. Na halafu chini huku tutakuja kufunga kwa dashi moja, mbili, halafu tutafunga na lebano. Moja kwa moja hapa itakuwa tayari tumesha comment hapa. Ndio tumefanya comment tayari, haya maandishi hayawezi kuonekana katika ukurasa wa website. Tukirudi hapa maandishi yetu tunayaona yapo, lakini tukirefreshi peji, maana yake yanapotea. Hivyo ndivyo ambavyo e, zinavyofanya kazi comment na hizo mbili tulizozielezea ndo aina za komenti katika HTML. Tukutane katika video iliyofuata, na kusihi usiache kusubscribe.